Na next time nitengeneze kiti yangu hapa studio hii eh. Hapa tunasumbuana na huyu jamaa. <laughs> <Wacha kunishika -shika, we. laughs> Sawa. Sawa. <laughs> Nelson ukusumbua sana Jonte ah, nilikuwa na wish. Ningetembea tu peke yangu, ningeweza tu kutembea peke yangu bila huyu jamaa. Jana ningefurahia mm, sana. <laughs> Johnte ni mtu wa uji. <laughs> Wacha uongo. <laughs> Wacha kuniharibia jina kwa tuko live. <laughs> Tuko live. Yes, tuko live. Usiniharibia jina tafadhali. Mm. <laughs> Na niko single, by the way. Oh, uko single. Eh, yeah. Venye <laughs> nimesikia tuko live. Mm. Eh, yeah, nikujitetea. Mm. Unaweza penda wasichana mm. wa TV. Wasichana TV. Wenye mm. <clears throat> wanasoma wa news. Mm. Kana ni mzuri, si mzuri tu. <laughs> <laughs> <laughs> kama ako viti ni mm. sawa yeah, ni sawa mm. ni sawa, bora apate watoto tuzaena. Wewe unaweza za <laughs> hai nani, we simwambie huyu mimi <laughs> <Lupu legele. laughs> <laughs> ndio nilikutengeneza <laughs> na mimi ndio <nadi>, najijua <hah. laughs>